Saratani ya shingo ya kizazi ni saratani inayoongozwa kwa kusababishwa vifo vya wanawake wengi duniani. Inakadiriwa kuwa asilimia 85 ya vifo hivi hutokea katika nchi zinazoendelea. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya shirika la afya duniani, yani WHO mwaka 2010. Tunawahimiza kwa binti wadogo wakome kufanya ngono kabla hawajaolewa na pale wanapoolewa waweze kuwa waaminifu kwa waume wa zao, manake maambukizi ya human papilloma virus ndio husababisha saratani ya shingo ya kizazi; hii hupitishwa katika ngona. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Quotas Medical Clinic. Sasa tuko na nyuki katika mtaa wa Majengo, karibu na AIC. Tembelea zaanati yetu kwa huduma za kifalme katika bei iliyo nafuu.